Leo naungana na wananchi wenzangu katika kuadhimisha siku hii muhimu ya kupinga masuala ya ajira za watoto ambayo huadhimishwa ulimwenguni kote kila mwaka ifikapo tarehe 12 ya mwezi wa Juni. Zanzibar ikiwa ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeridhia mikataba mbalimbali mbali ya Shirika la Kazi Duniani. Miongoni mwa mikataba hiyo ni mkataba nambari 138 wa mwaka 1973 unaohusu umri wa chini wa kuajiriwa na mkataba 182 wa mwaka 1999 inasisitiza kupiga marufuku na kuondoa kabisa aina mbaya zaidi ya ajira za watoto. Aidha, katika kuendeleza na mapambano dhidi ya ajira za watoto, vikao mbalimbali hufanyika duniani ambavyo huwa na malengo endelevu ya kupinga ajira za watoto, mfano vikao vya kujadili ajenda ya maendeleo endelevu ya 2030 SDG goal number 8.7 inayolenga kumaliza ajira za watoto ifikapo mwaka 2025. Mm -hmm. Wananchi, licha ya mikakati mbalimbali iliyowekwa na dunia na nchi wanachama juu ya kupunguza au kuondosha ajira za watoto ulimwenguni na nchi moja moja, bado suala hili linaendelea kuumiza watu vichwa duniani, kwani takwimu za dunia bado zinaonyesha watoto milioni 160 ulimwenguni kote wamo kwenye ajira za watoto. Ndugu wananchi Tanzania ikiwa ni miongoni mwa nchi mwanachama wa shirika la kazi duniani bado inakabiliwa na suala la ajira za watoto. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na mtakwimu mkuu wa serikali kwa kushirikiana na ofisi ya ta taifa ya mtakwimu Novemba 2024 zinaonyesha kuwa watoto milioni 5.1 wamo katika ajira za watoto, ambapo kwa Tanzania bara watoto kati ya miaka mitano mpaka 17 sawa na asilimia 25.3 ni watoto wanaofanya kazi. Asilimia 25.5 ya watoto wamo kwenye ajira za watoto na 24.3 watoto wanaofanya kazi hatarishi, yani hazardous child labor. Na kwa upande wa Zanzibar watoto wenye miaka kati ya mitano mpaka 17, 7.6 ya watoto wanaofanya kazi 7.5, walio kwenye ajira za watoto na asilimia 7.4 wanafanya kazi hatarishi. Ndugu wananchi, ili kuendelea na mikakati ya kupinga ajira za watoto, ofisi ya rais, kazi uchumi na uwekezaji, kwa kushirikiana na mtekumu mkuu wa serikali, imefanya vikao mbalimbali na wadau wanaohusika na masuala ya watoto ikiwemo kamishina wa polisi, wizara ya elimu, wizara ya uchumi wa bluu, wizara ya kilimo na mali asili, wizara ya biashara na maendeleo ya viwanda, wizara ya mawasiliano na uchukuzi na wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto ili kuweka mikakati madhubuti ya kupunguza matatizo ya ajira za watoto kwa upande wa Zanzibar. Aidha, watoto 86 wameingia Zanzibar katika mwezi wa April, wote ni watoto wa kike, na kwa mwezi Mei watoto 90 walioingia Zanzibar wakiwemo watoto wa kike 67 na wa kiume 23 kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania bara ikiwemo Mara, Dodoma, Pwani, Lindi, Tabora, Geita, Dar es Salaam, Mtwara, Arusha na Kigoma. Aidha, kwa kushirikiana na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, watoto wanne wamerejeshwa mikoa waliotoka mikoa baada ya mwajiri wao kugoma kuja bandarini kuja kuwapokea. Kwa mujibu wa maelezo ya watoto hao walieleza kuwa wameletwa Unguja kufanya kazi za kuosha vyombo katika migahawa. Ofisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji kupitia Kamisheni ya Kazi imeweza kuwaondoa watoto walio katika ajira za watoto na walio katika hatari ya kuingia katika ajira hizo ambapo jumla ya watoto 1630 ambao 1629 kutoka Pemba na mtoto mmoja kutoka Unguja wametolewa na kurejeshwa skuli katika wilaya nne za Pemba, mkoani chake chake, Wete na Micheweni. Watoto wa kiume walikuwa 1127 na wa kike 502, na, na mtoto mmoja kutoka Unguja aliyorejeshwa skuli eh, ya Kinyasini. wangu kwa jamii na taasisi mbalimbali nchini Kiujumla wake ni kuunga mkono juhudi za serikali na kutoa mashirikiano kwa wizara yangu ili kuweka nguvu za pamoja ili kuweza kufikia malengo ya kumaliza kabisa ajira za watoto kwa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla.